Katika Dr Sandram Kenya. There is this uh, person ambay aliweza kuniuliza kwenye inbox kuwa yeye aliweza kuleka with the husband they have been married for almost 8 years komekuna kupata pregnancy sana. They have tried like Very many things na hawajapata mtoto in addition to that, aliambia kuwa the wife aliweza kuenda hospitali severally amefanya test zote na imeonyesha kuwa iko sawa. Anasema kuwa uh, the wife before aweze kuoleka alikuwa ameweza kupata mtoto mwingine with another guy na walipata ule mtoto kabla aoleke. Na in case, utakuwa na maswali yote utaacha kwenye comment section. If this is happening to you, kitu cha kwanza ambacho yafaa uweze kufanya ni wewe na mpenzi wako mweze kutembelea hospitali. It is possible kuwa the guy has a problem. Na in most cases, what will happen ni kuwa atafanyiwa test kuweza kubainisha kuwa semen yake iko na mbegu za kiume, zile mbegu za kiume ziko sawa, ziko na ziko na uwezo wa kuweza kuchunga mimba. Now if the guy is okay, then the problem definitely itakuja upande ya mwanamke. Kama hii ni situation ambao umeweza kujipata ndani, then there is a very high likelihood uko na kitu ambayo inaitwa secondary infertility. Now secondary infertility ni infertility ambayo inatokea baada ya wewe kujifungua mtoto mmoja ama wawili then unajaribu tena kupata mtoto, kupati kabisa. Kuna several reasons as to why a lady is unable to get pregnant now, I want us to go through these reasons. Now, ikiwa umejaribu kutafuta ujauzito na umekosa, it is very possible that uh, uh, you might be having a condition ambayo inaitwa PCOS. Now this condition inaitwa polycystic ovarian syndrome uh, na one of the symptoms ya hii condition ni kuwa chances za mwanamke kupata zaidi ya mtoto mmoja huwa ziko chini, na uko baadhi ya wanawake hata kupata mtoto huwa ni vigumu sana. Yeah. So you only have maybe you might have maybe one of uh, one of them ama ya imoja katika lifestyle katika lifestyle yako ambayo utakuwa katika condition ya wewe kuweza kupata mjamzito. Na ndio maana utapata kuwa umepata mtoto mmoja and that is it. Ukijaribu tena ujaribu aje au upate mtoto mwingine. Number two, there is a condition ambayo inaitwa endometriosis. Na hii condition pia inaweza kusababisha zile tubes ya fallopian tube zikastiba na hivyo kuzuia yai lisiweze kufika katika nyumba ya mtoto, and as a result you can try very much to get pregnant na ukose. Now in addition to that, kuna possibility, kuna uwezekano wakati ulipata mimba yako ya kwanza, ulipojifungua, katika ile process ya ile mimba ama wakati ukijifungua, kulitokea complications na ile fallopian, zile fallopian tubes, ile mirija ambayo inatoka kwenye ovary hadi kwenye mimba ya mtoto, zikaweza kuwa blocked ama interfered with, na hivyo basi yai halifiki katika nyumba ya mtoto, that is a very common situation inatokea baadhi ya wanawake. Now in addition to that, ikiwa wewe ulikuwa mwanamke let's say unatoa mimba mara kwa mara. So kuna wanawake wanatoa mimba, anameza anameza hizo misoprostol ni nini, anatumia mara kwa mara, there is also a possibility kuwa ile fallopian tube imeziba na hivyo basi yai halifiki katika nyumba ya mtoto. Now lastly, and this is very important. Ikiwa ushafikisha umri wa miaka 30 kwenda mbele uko 31, 32, 33, 34, 35 then kuna possibility ya kuwa umeanza kuingia katika ile stage ya menopause na what happens the moment unafika hiyo umri kwenda mbele, uwezekano wewe kupata mtoto unakuwa uko chini sana. So ukiwa in your 20s 21, 22, kila dakika una madam maybe pasha pata mimba, but the moment ukishafika hiyo age, unapata kuwa itabidi ume struggle zaidi ili uweze kupata ule uzito. If you are in this kind of situation, what you should do, number one, ni kutembelea hospitali uh, nimesema utembelee na mume wako, so that aweze kupima mbegu zake, hakikisha ziko sawa. number two What you need to do, uh, kuna test utafanyiwa uh, utafanyiwa hormonal test kuhakikisha kuwa hormones zako ziko sawa. Utafanyiwa tubal patency uh, test ya kuhakikisha kuwa zile fallopian tubes zako ziko sawa, then number three uh, kuna other things ambazo pia zitaangaliwa. Now, if at all umekuwa unajaribu kutafuta ujauzito and uh, you don't have any blockages katika fallopian tubes, kuna dawa pale inaitwa Clomid. There is a video nilifanya you can try that that medication uh, asa medication medication utapewa hiyo hiyo hiyo hospitali na na na itakusaidia uweze kupata kupata ujauzito ujauzito. it stimulates the ovaries to to release an ovum, na chances za kupata ujauzito unakuwa upo. Yeah, now now, uh, now if fertility tubes zako zime block, then kuna kuna surgery ama upasuaji ambao kufanyiwa, ambao unaweza unaweza kufanyiwa kusaidia kurekebisha hiyo situation. Na pia kuna madawa, uh, watu upewa, ambao pia madawa huwa zinasaidia. in addition to that, this is very important ikiwa umekuwa unajaribu ek ujauzito uh, hakikisha watch out what you eat. kuna vyakula vyakula ikiwa unatafuta ujauzito, so there is a video nilifanya hiyo video. Ipo pale juu, jaribu kuiangalia na itaweza kusaidia. Shukrani sana kwa kutazama video hii. Ikiwa kuna maswali yote, tafadhali yaweke kwenye comment section na nitaweza kuyajibu.